Pia ni washukuru sana kwa namna ambavyo mmenipa ushirikiano mimi binafsi, wanahabari karibu wengi wa Singida mmenipa ushirikiano kipindi chote cha kampeni, ninawashukuru sana ndugu zangu, lakini <coughs> kubwa niliona tukutane leo tuweze kuzungumza. Kwanza kabisa ni wape e, mwenendo mzima wa kampeni kwa siku tulizokuwa kwenye kampeni za chama cha Mapinduzi, ni wape mwenendo wa kampeni, namna tumefanya kampeni zetu, namna zimekwenda katika kunadi ilani ya chama cha Mapinduzi ya uchaguzi ya mwaka 2025 2030, nataka niwaambie ndugu wanahabari, kwanza kabisa mimi nimekuwa mbunge hii ninagombea ni temo yangu ya tatu. Nataka niwaambie toka nimekuwa mbunge na hii nagombea ni mara ya tatu, sijakutana na kipindi ambacho wananchi wetu wapiga kura wetu wamekuwa na mwamko mkubwa wa kuhitaji kwenda kupiga kura kama huu mwaka wa uchaguzi. Na hili mimi nalizungumza kwa sababu ninajua kuna baadhi ya watu wachache wanafikiri kwamba kelele ambazo wao wanazifanya ndio takwa na hitaji la Watanzania. Mimi kijijini kwangu katika jimbo ninaloliongoza serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Dkt. Samia, nataka nikupe takwimu ambazo zimefanya wananchi kwa nini wamehamasika na wamekuja kwa wingi kwenye mikutano yetu na kwa nini wametufuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo watu walioshiriki, wasanii walio shiriki kufanya kazi zetu katika jimbo langu la na mimi nilipofanya kazi zangu za, za kuomba kura jimbo zima toka kampeni zilipotangazwa na tume yetu huru ya uchaguzi ya Tanzania. Ndugu wanahabari, nataka niwaambie kwa ujumla katika jimbo la Ikungi Magharibi, hapa ninapozungumza takribani shule zote za msingi katika jimbo langu shule zote za msingi wa Tanzania, watoto wa Kitanzania, Dr Samia Suluhu Hassan serikali yake kupitia wafadhili ambao tuliwatafuta kupitia mahusiano mazuri ya serikali ya Tanzania na serikali ya watu wa jamhuri ya Korea, kwa maana South Korea, tumeweza kuchimba maji kwa watoto wa Kitanzania shule zote za msingi katika jimbo langu la Ikungi Magharibi, ambalo asilimia tisini na tisa ya eneo langu ni watu ambao wapo katika maeneo ya vijijini, tumechimba maji katika shule za msingi zote. Watoto wa Kitanzania hawabebi ndoo kutembea umbali mrefu kuleta maji mashuleni kwa ajili ya kumwagilia maua na miti, kutengeneza mazingira mazuri katika kuhifadhi mazingira. Serikali ya Chama cha Mapinduzi, tumechimba maji jimbo zima katika shule zetu zote za msingi. Lakini pia serikali kupitia ufadhili huu kutoka Korea tumeweza kuchimba maji shule zote za sekondari zilizosajiliwa zilizoko katika jimbo la Ikungi Magharibi. Mahali peke yake ambapo tumeshindwa kupata maji kuchimba maji ni pale ambapo tumechimba maji lakini tumeshindwa kukutana na mwamba wenye maji shule hizo. Ninakiri baadhi tulishindwa kutoboa maji kwa sababu ya matatizo ya kijiolojia ya miamba ya maji chini ya ardhi, lakini shule zote za msingi, hata shule ambazo bado hazijasajiliwa shule shikizi zote, watoto wa Kitanzania tumewachimbia maji. Wananchi, nilipopita kuomba kura za kumwombea mgombea wa chama cha mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassani, wananchi wa Ikungi Magharibi wameniambia Kingu, tutatoka wote tuliojiandikisha kupiga kura kwa sababu Rais Samia amewajali watoto wao vijijini kwa kuwapelekea miundombinu ya maji katika mashule yao yote. Hivyo w wa Tanzania wameniambia niueleze umma ya kwamba wao hawatatoka hata mmoja kuandamana. Wao watatoka kwenda kukichagua Chama cha Mapinduzi, kwenda kumchagua Dokta Samia mabunge na madiwani wa Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Ikungi Magharibi. Lakini pia Watanzania wameniambia watatoka kupiga kura kwa wingi kwenye jimbo langu kwa sababu Rais Daktari Samia amefanya mambo makubwa, serikali yake imefanya mambo makubwa kwenye jimbo langu. Watoto wetu walikuwa walikuwa wanateseka, akina mama walikuwa wanateseka. Leo ninapozungumza, jimbo la Ikungi Magharibi, makao makuu ya kata jimbo zima, hapakuwa na maji. Rais Daktari Samia kwa kushirikiana na se, kwa kushirikiana na chama chake anachokiongoza ambacho ndicho kinachosimamia utekelezaji wa Irani. Nataka nikupe takwimu. Makao makuu ya kata jimbo zima yamefikiwa na huduma ya maji safi na salama ya kunywa kila makao makuu ya kata wanakunywa maji katika jimbo la Ikungi Magharibi. Lakini kama hiyo haitoshi, tumefika hata katika levo ya kwanza kuyasambaza maji kwenye vijiji na hapa ninapozungumza kwenye jimbo la Ikungi Magharibi. Asilimia isiyopungua sitini na nane 29 ya vijiji vyote vya Ikungi Magharibi vimefikiwa na huduma maji safi na salama ya kunywa, wenda kwa visima virefu ama mradi kabisa wa maji wa kusupply DP katika vijiji wa Tanzania, wamefikiwa na huduma ya maji, wanakunywa maji. Jambo la kwanza, ndugu mwana habari, ambalo nafikiri kabisa la kwanza kwanza kabisa, nafikiri baada ya uchaguzi kwa neema ya Mungu na imani nitashinda. Nikishinda uchaguzi, jambo la kwanza ambalo nitalifanya mimi kubwa ni kwenda kuanza kuipress serikali bungeni nimeahidi mambo mengi jimboni katika sekta ya kupeleka umeme vitongoji vyote, sekta ya maji, sekta ya elimu, barabara, miundombinu ya, ya mawasiliano, pamoja na mambo mengine ya kuhakikisha aa wakulima wanapata pembejeo. Watu wetu wanatishiwa wengine kwenye mahifadhi kule, wanasema kwamba hizi ni hifadhi, wengine wanataka watu waache kulima waanze kupanda ugondo. Haya ni mambo ambayo mimi kama mbunge nayachukua nakwenda kuyasimamia bungeni, kuwatetea wananchi wangu. Mbunge ni sauti ya wananchi, na nimefanya hivyo kwa miaka mitano. Ndio maana nimeendelea kuaminiwa. Mimi ninataka nikuhakikishie jambo la kwanza nitalifanya, dogo wangu mwanahabari, ni kwenda kuibana serikali bungeni uweze kutimiza ahadi zile ambazo tumeziahidi kwenye election manifesto ya Chama cha Mapinduzi ishirini 20 25, 25. Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi usikose kutizama Cales TV kila siku.